Raisi wa nchi ya Marekani amempongeza papa mpya ambaye anaitwa Robert Prevost mwenye miaka sitini na tisa ambaye amechaguliwa huko Roma kuwa mkuu wa kanisa la Katoliki duniani. Kardinali Robert Prevost mwenye miaka sitini na tisa ni papa mpya ambaye ataitwa Papa Leo wa kumi na nne kutoka nchini Marekani ambaye ametangazwa kuwa kiongozi mpya wa kanisa Katoliki duniani na atafahamika kwa jina la Papa Leo wa kumi na nne. Papa Leo wa kumi na nne ametumia muda wake mwingi akitumikia nchi, nchini Peru na ana uraia wa Marekani na Peru ambapo kuchaguliwa kwake kunafuatia kifo cha Papa Francis aliyefariki akiwa na umri wa miaka themanini na nane siku ya Jumatatu ya Pasaka tarehe ishirini na moja Aprili, na maziko yake kufanyika siku ya Jumamosi Aprili ishirini na sita. Raisi Donald Trump wa Marekani ametoa pongezi kwa papa huyo akiandika akisema katika ukurasa wake wa Twitter ama X, anasema congratulations to Cardinal Robert Francis Prevosti, who was just named Pope it is such an honor to realize that he is the first American Pope what extent, extent, and what a great honor for our country i look forward to meeting Pope Leo 14 it will be a very meaningful moment kwa Kiswahili ama tafsiri isiyo rasmi ni kwamba anampongeza kadinari Robert Francis Prevost kwa kutajwa jina lake kama papa, na anasema kwamba uh, ni papa, ni heshima pia kwa Marekani kwa sababu pia ni papa wa kwanza kutoka katika uh, taifa hilo la Amerika kuwa papa, na anasema kwamba amepata wakati mzuri uh, kusikia jambo hili ama kuchaguliwa kwa papa Robert Francis Prevost kuwa papa wa kanisa Katoliki, huku akichagiza na pia na mavazi ya kipapa ambayo amevaa na kuposti katika ukurasa wake wa X ama Twitter zamani. Huyo ndiye Donald Trump akimpongeza Papa Robert Prevost kwa kuteuliwa ama kuchaguliwa kuwa papa ama kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani hivi leo Mei nane elfu mbili na ishirini na tano na hii ni taarifa ambayo tumeona tukuletee kwamba uh, Rais wa Marekani Donald Trump amempongeza uh, kiongozi huyu mpya wa kanisa Katoliki duniani ambaye ni Papa Robert Provesti ambaye amechagua jina la Papa Leo wa kumi na nne.